Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumepata fursa ya kushiriki kikao hiki cha kisekta cha kuweza kutambua vihatarishi vyote ambavyo vinaweza kuhatarisha afya za jamii zetu. Mtakumbuka kuwa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumekuwa tukihusika kutoa huduma ya uokoaji kwenye matukio mbalimbali mbali ambayo yamekuwa yakisababisha changamoto za kiafya kwa jamii. Sasa, eh, kwa kutumia kikao hiki tumekutana wadau wote, eh, kutoka sekta mbalimbali kuweza kutambua vihatarishi vile ambavyo vimekuwa vikisababisha changamoto za kiafya na tukisha vitambua hivi vihatarishi itawezesha sasa hizi sekta ya afya kutuanza, kuanza kuanza kuandaa mipango na kuweza kutoa huduma ya haraka pale majanga ambapo yanakuwa yanatokea. Na majanga haya yakitokea yamekuwa yakihitaji sekta zote muhimu kushirikiana ili kuweza kutoa huduma kwa haraka na kupunguza madhara kwa jamii. Mathalani, mtakumbuka huduma ambayo ilitolewa wakati tukio la Hanang limetokea, kuwa idara zote zilihusika kuhakikisha kuwa tunapunguza madhara. Kwa hiyo ushiriki wa hiki kikao imekuwa ni tool muhimu sana kuweza kufanya tathmini ya vihatarishi vyote vinavyotokea ndani ya nchi yetu na kuandaa profile strategic profile, risk profile ambayo itatusaidia, uh, itasaidia kuanza kujiandaa na kuandaa mipango itakayowezesha kuitikia majanga yote ambayo yanakuwa yanatokea ndani ya nchi yetu.